Ni Dominika ya tatu ya kipindi hiki cha Pasaka. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu, ambalo somo la kwanza linapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tano aya ya 27b hadi ya 32 na aya ya 40b hadi ya 41. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohane sura ya tano aya ya 11 hadi ya 14, na Injili inatoka Injili ya Yohane sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya 19. Tuanze na Injili ya Yohane ambayo inazungumza mambo makubwa matatu. Ya kwanza, inazungumza juu ya wavuvi wale mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao Petro aliamua kuacha lile jukumu alilokuwa amepewa akaenda kuvua samaki. Na jambo la pili, injili inazungumza juu ya Yesu anawaandalia karamu hawa mitume ambao usiku mzima walikosa uh, ile samaki katika lile ziwa Genesareti. Na tatu, inazungumza juu ya Petro anapewa mamlaka na Bwana wetu Yesu Kristo ya kuweza kuwalisha na kuweza kuwachunga kondoo. Mwanzoni kabisa mwa injili hii inazungumza kwamba siku hizo Yesu aliamua kujidhihirisha tena kwa wanafunzi wake, wanafunzi wake ambao walikuwa katika lile ziwa Tiberia. Ilikuwaje? Katika injili nyingine tumekuwa tukimsikia Yesu alipofufuka, aliwatokea kwanza akina mama, na wale akina mama wakaenda kuwapasha habari mitume wake kwamba amefufuka. Baadaye akamtokea Maria Magdalena, baadaye akawatokea wale mitume ambao walikuwa wanakwenda Emausi, anawaambia nendeni, mkawaambie mitume wangu kwamba nimefufuka. Lakini hawa mitume walikuwa bado wana moyo mgumu, akaja akawatokea pia eh, jioni yake, milango ilikuwa imefungwa anawadhibitishia kwamba mimi nimefufuka, akawaonyesha hadi zile alama za misumari ambazo alikuwa amepigiliwa. Na katika habari hii kuna mmoja ambaye yeye alikuwa amefanya makosa makubwa, kosa la kuweza kumkana Yesu mara tatu, Simoni Petro. Na nyakati zote hizi Yesu akiwa anakuja kuongea na hawa, hakuweza kumongelesha huyu Simoni Petro aliyekuwa amefanya hayo makosa. Baadaye tunamsikia huyu Yesu amewaagiza hawa wakina mama waambie, ndugu zangu waende Galilaya, huko wataniona. Kwa hiyo walifunga safari wakatoka Yerusalemu wakaenda Galilaya, kilomita zaidi ya mia moja na ishirini. Wakiwa wamefika kule sasa, Petro ndipo alipokata tamaa, akaamua kurudia maisha yake ya zamani, yaani kazi yake ya uvuvi. Akawaambia wale mitume, naenda kuvua samaki, na wale wengine wanafunzi wake ambao walikuwa pamoja na yeye wakaamua kwenda, jumla walikuwa ni saba, wakaamua kumfuata Petro katika lile zoezi la kwenda kuvua samaki. Amerudia maisha ya zamani, amesahau kwamba Yesu katika ile injili ya Luka ukianzia sura ya tano aya ya tano mpaka ya kumi, baada ya hawa mitume mwanzoni kabisa mwa kuitwa kwao. Walipovua samaki usiku mzima wakakosa, Yesu alipowaambia tupeni jarifa jarife lenu upande ule wa kuume au mshushe nyavu zenu mpaka kilindini, walivua samaki wengi sana. Petro alipoenda kwa Yesu akasema, ondoka kwangu, mimi ni mdhambi. Yesu akamwambia, kuanzia leo usiogope, hutakuwa unavua samaki, utakuwa unavua watu. Kwa hiyo, kuanzia hapo Yesu alimfunga huyu Simoni Petro katika kuvua samaki maana yake atakuwa anavua watu. Wito wake ilikuwa ni kuvua watu. Sasa kitendo cha kuwaambia hawa mitume ninaenda kuvua samaki na hawa wakamfuata maana yake lilikuwa ni anguko la kiongozi mkubwa wa kiroho ambaye ndio alikuwa amepewa jukumu hili. Kumbuka Yesu alimwambia, kwako wewe Simoni Petro nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayatalishinda o alivyoanguka kurudia katika ile kazi maisha ya zamani, maanake pia hata awa mitume saba wakamfuata yeye. Tunajifunza kitu gani? Omba sana, waombee sana viongozi wako wa kiroho. Anguko lolote lile la kiongozi wa kiroho, kiongozi wako wa kiroho, linawapelekea watu wengi kuweza kuanguka, kwa, kwa sababu nyuma yake kuna watu wanamfuata, nyuma yake kuna watu wanamwamini. Watu walimwamini Simoni Petro hadi katika kuweza kumkana Yesu, walimwamini kwamba ni kiongozi na angalia anavyoacha kazi hii ya wito wake wa kuweza kuwavua watu kuwapeleka kwa Kristo. Anarudi katika kazi ya uvuvi, wengi waliamua kumfuata kule. Yakobo ambao walikuwa ni waaminifu, Yohana na Tanaeli wakaamua kumfuata katika kazi hiyo. Jumapili ya leo tuwaombee viongozi wetu wa kiroho, Mwenyezi Mungu awajalie wasikate tamaa, wakarudia kazi zile ambazo walikuwa wameziacha, wasirudie maisha ya zamani kwa sababu ya changamoto mbalimbali mbali ambazo wamekutana nazo katika utume wasirudie maisha yale, kwa sababu walishafungwa. Wakiwa katika zoezi hilo la kuweza kuvua samaki usiku huo, ziwa Jenesareti ambalo Petro alikuwa amelizoea, alikuwa anajua namna gani ya kuweza kuvua samaki. Ziwa ambalo ilikuwa linampatia samaki mara kwa mara, siku hiyo ziwa liligoma, hawakupata samaki hadi asubuhi. Nini? Kwa sababu ya kifungo kile ambacho walikuwa nacho. Angalia, hata hawa mitume waliokuwepo katika zoezi hilo, na wenyewe waligoma, na samaki waligoma kuweza kuingia katika nyavu. Unaweza katika safari yako ya maisha ukaambatana na mtu ambaye yeye kusudi la kuumbwa kwake hapa duniani alikuwa anapaswa kuweza kusimama katika utumishi wa Mwenyezi Mungu, alafu wewe ukaanza kuambatana naye katika biashara, ukaanza kuambatana naye katika kazi hamwezi kufanikiwa katika zoezi hilo, kwa sababu huyu wito wake si katika biashara, wito wake si katika maisha hayo. Wito wake alikuwa anapaswa kuweza kuwepo hekaluni kwa Bwana, alikuwa anapaswa kuweza kuwavua watu kuwapeleka kwa Kristo, lakini ameingia baada ya kuweza kuwavua watu anaweza kuvua pesa. Huyu mtu hata ukifanya naye biashara, hata ukifanya naye kazi, hamwezi kufanikiwa, kwa sababu ana kazi maalum. Ndivyo lilivyo wakuta wale mitume wengine saba walioamua kuambatana na Petro katika kuweza kuvua samaki, walikosa asubuhi na mapema, Yesu anawafuata. Kwa nini? Alitambua thamani ya Petro, kwamba anguko lake limewapelekea hao wengine kuweza kuanguka, akawafuata huko huko katika maanguko yao. Na hii ni habari njema kwamba Yesu huwa anatujia katika maanguko yetu, anakuja pale pale ambapo tumeanguka. Kumbuka Mwenyezi Mungu alimfata Adamu na Eva walipokuwa wamejificha katika vile vichaka, alijishusha Yesu naye mwenye pia anakuja kushuka mpaka katika lile ziwa Genesareti, na kulipokuwa kumekucha, Yesu anasimama ufuoni, anawaambia neno hili la mamlaka, wanangu, mna kitoweo? Na kwa sababu hawakuwa mbali sana, wakajibu la kwamba tumekosa. Ndipo akawaambia litupeni jarife e, katika upande wenu wa kume wa chombo, nanyi mtapata basi walipofanya lile tendo la kutupa jarifa upande ule wa kuume kwa neno la Kristo, maandiko yanasema walipata samaki wengi sana, na hadi zile nyavu walizokuwa nazo zikataka kwanza kukatika. Samaki wengi, samaki 150. Mmoja wapo ambaye anaitwa Yohane akamtambua kama ni Yesu. Petro alikuwa amekata tamaa, hakumtambua kama ni Yesu, ndipo huyu Yohana akasema ni Mwalimu. Petro akajifunga vazi lake, Biblia inasema, maana alikuwa yuko uchi. Kwa nini alikuwa yuko uchi? Hatuelewi, labda ilikuwa ni mbinu kwamba angeweza nguo zilikuwa zinambana katika kuweza kufanya kazi zile akatoka na jasho akaamua kutoa hizo nguo ili aweze kuvua vizuri, lakini hakupata samaki. Akavaa nguo, akajirusha, akaenda kwa Yesu. Anapofika hapo, ndipo sasa tunaingia sehemu ya pili ya injili yetu. Walipofika pwani, wakaona moto na Yesu, eh, amekoka huo moto, juu yake ameweka samaki na mkate, kwa sababu walikuwa wana njaa. Aliwaandalia chakula, alijua wazi kwamba njaa ndio ilikuwa imewapelekea kukata tamaa. Mwenyezi Mungu atusaidie sana, watumishi wa Mwenyezi Mungu wasije wakarudi nyuma kwa sababu ya njaa. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu asije karudi katika maisha ya zamani kwa sababu ya njaa, ameshindwa kuweza kutunzwa mpaka anama kuweza kurudia yale maisha. Yesu anaamua kuandalia pale karamu, anawapatia samaki. Katika udhaifu wetu, Bwana anatupatia mahitaji yetu, na hilo jambo la faraja sana. Haangalii maanguko yetu, hakuangalia maanguko ya timu hii, wale mitume saba aliangalia hitaji lao. Hadi katika maangaiko yetu katika maanguko yetu, yeye anatupatia mkate wa kila siku, anawaandalia anawaandalia samaki na pia ile mikate. Hiyo ni habari njema, mfuate Yesu hadi katika maanguko yako, hutakosa yale mahitaji yako ya msingi. Baada ya kuweza kuwaandalia hicho chakula, ndipo Yesu eh, baada ya kula akamwambia Simoni Petro ambaye mara ya kwanza kabla Yesu hajaenda katika mateso alitoa viapo, alisema, hata kama watu wengine wote watakukimbia, mimi nitasimama pamoja na wewe, nitakuwa tayari kwenda pamoja na wewe hadi gerezani. Alitoa viapo, aliweka nadhiri kwamba atakuwa pamoja na Yesu, lakini Yesu akamwambia Simoni Petro ni Luka sura ya 22 kuanzia aya 21 na kuendelea, akasema, shetani ametafuta kuweza kuku, kukupepeta kama ngano lakini mimi nimekuombea wewe, utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Yani, Simoni Petro alitoa viapo ambavyo alikuwa havijui kwa Yesu, lakini Yesu alijua na ni kweli. Haukupita muda, Yesu alipokamatwa katika ule ule usiku wa Alhamisi Kuu, huyu Simoni Petro aliyekuwa naota moto, akaja kijakazi mmoja ambaye alikuwa ni hausgero katika ile nyumba ya kuhani mkuu, akasema, wewe umojawapo wa hawa mitume wake Yesu. Simoni Petro alimkana Yesu mara tatu, na Yesu akaja akamtazama usoni katika makano yake. Simoni Petro alilia sana, akaenda akajificha, akaenda akajifungia ndani, kwamba amemsaliti, amemkana Yesu ambaye alikuwa ametoa viapo. Yesu anapokuja hapa sasa, ndipo sasa kwa mara ya kwanza anaongea na Simoni Petro baada ya kula, baada ya kucha kula, anamwambia Simoni Petro Simoni wa Yohana, wewe wanipenda? Alimuuliza maswali haya mara tatu kama vile yeye Simoni Petro alivyomkana mara tatu, na Simoni Petro anajibu anasema, wewe wajua kwamba nakupenda. Na Yesu akamwambia jambo hili, alimwambia lisha kondoo wangu mara mbili, na baadaye akamwambia chunga kondoo wangu mara moja. Na hapa anaonyesha mkazo wa wale watu wote ambao wamepewa jukumu la kuweza kuwachunga hawa kondoo, kwamba kondoo, kitu cha kwanza kinachowafanya waweze kuondoka wakaondoka katika zizi, wakaondoka sehemu hiyo wakaenda sehemu nyingine, ni njaa. Kondoo wanaweza wakaenda katika malisho huko, wakakamatwa na wanyama wakali kwa sababu ya njaa. Na hadi leo, ndugu zangu wapendwa, mpendwa mtazamaji, kinachotutesa, kinachowatesa kondoo wengi sana sasa hivi, Wakristo ni njaa, yaani wachungaji wameshindwa kuweza kufika kuweza kuwalisha kondoo wa Mwenyezi Mungu chakula kile. Hivyo basi, wanatoka wanaenda sehemu nyingine ambako hakuna chakula kizuri, na huko wanakamatwa na mbwa mwitu. Ndio maana basi kuna kundi kubwa sana la watu ambao wanalishwa vitu vya ajabu, wakiamini juu ya uponyaji, kwa sababu wameshindwa kulishwa vizuri. Yesu alimwambia lisha kondoo zangu mara mbili, akamwambia chunga mara moja. Maana yake nini? Kazi kubwa ni kualisha neno la Mwenyezi Mungu. Kazi kubwa ya watu wa Mwenyezi Mungu ni kualisha haya. Mambo mengine ambayo tunaoyaendea kurudia zile kazi za zamani, maisha ya za zamani, si kazi yetu. Kondoo wanapotea. Tumombe Mwenyezi Mungu sana katika dominika hii, Mwenyezi Mungu awajalie wachungaji wote wanaosimama katika kuhudumu katika zamu zao, wawalishe watu wa Mungu neno linalostahili ili wasije wakaangamia. na baadaye baada ya kumuuliza mara tatu, Simoni Petro anajisikia huzuni sana, anamwambia Bwana, wewe wajua yote, wewe watambua kwamba nakupenda. Nilianguka kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu, lakini ndani mwangu nakupenda. Huyu aliyeanguka aliyemkana mara tatu anapewa jukumu la kuweza kuwa baba mtakatifu wa kwanza. Angalia maajabu sana ya Yesu, anawaimarisha wale ambao hawastahili. Si, huyu Yohana alikaa kwenye msalaba lakini hakupewa jukumu la kuweza kuwa baba mtakatifu wa kwanza. Huyu aliyemkana mara tatu anapewa jukumu. Manaake nini? Ukimwona kiongozi wako wa kiroho anaanguka katika dhambi, utambue amebeba kusudi kubwa sana la Mwenyezi Mungu ndani mwake, vita vyake ni vikubwa sana na ndio maana Yesu anakuja kumpatia huyu aliyejua kuanguka ili aweze kuwaimarisha ndugu zake. Tuwaombee ndugu zetu, tuwaombee viongozi wetu wa kiroho wasije wakaanguka, hata wakianguka wasimame imara, kwa sababu kusudi la Mwenyezi Mungu ndani mwao ni kubwa sana. Angalia maneno anayomwambia Yesu huyu Simoni Petro, anasema ulipokuwa kijana ulikuwa unajifunga unaenda kule unakotaka, lakini katika umri huu utafungwa na utapelekwa kule ambako utaki. Maana yake nini? Alimfunga katika kazi hiyo. Na baadaye akamwambia nifuate, ingawa Simoni Petro alikuwa na wasiwasi mkubwa anamwambia Bwana, unajua kama mimi nimeanguka, lakini huyu Yohana alisimama imara kwako. Anamwambia wewe nifuate, na alipomfuata huyu Simoni Petro alipomfuata Yesu kuanzia kitabu cha Matendo ya Mitume jina la Simoni halitumiki tena, bali ni Petro baada ya Pentekoste. Na ndio maana pia hadi katika kitabu cha Matendo ya Mitume tumesikia kwamba hata walipoitwa na wakuu wa makuane wakawaamuru kwa nguvu kwamba wasifundishe juu ya jina hili la Yesu Kristu, yeye mwenyewe Simoni Petro kwa ujasiri akasimama akasema kwamba angalieni nyinyi wenyewe, je, inatupasa tumtii mwanadamu au tumtii Mwenyezi Mungu? Aligeuka akawa ni mwingine, pia maisha ya ufufuko yakampatia ujasiri, wakasimama wakalihubiri, akalilisha kundi la Mwenyezi Mungu chakula na baada ya hapo ma, watu wengi sana wakaweza kumwamini Kristo, na Kristo umeenea duniani kupitia mafundisho yao, hata walivyopita katika upinzani mkubwa, hata walivyopigwa viboko, walifurahia kwa sababu wamechapwa pamoja na Kristo. Hebu Dominika hii ikufanya uweze kuishi maisha ya ufufuko hata ukipita katika magumu, umesingiziwa, umechapwa, umeibiwa, umefanya mambo kama haya, furahia magumu tunayoyapata, kwa sababu haya yote duniani hapa tutayaacha, na siku moja tutakuwa pamoja na Kristo huko mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.